Imekwenda kukua mzigo vizuri wakati wakati natoka kumbe nilikuwepo duara wachimba zangu wanajua hayo maswala. Lile duara lilikuwa urefu wake ni futi hamsini. Niliona mkono umenitoa hivi. Bwana ni mwema. Kama ni wewe Mungu amekupitisha huko kote Jesus. Sikia ujumbe shetani anakuleta majaribu kwenye maisha yako, lengo mkimbie Mungu umuone Mungu ni katili. Amen. Lakini Mungu anatumia hayo majaribu kukuimarisha. Amen. na kwa kuwa wanachua wamekwisha andaa mlango. Amen. Wewe acha kuhangaika kumwambia Mungu akutoe kwenye jaribu, mwambie Mungu, naomba mlango kutoka kwenye jaribu. Wote kwa kuomba nini? Mlango, mlango. Kila jaribu lina nini? Lina mlango wake. Sasa wewe jaribu lako unaombaje? Mlango wa jaribu lako kutoka, kukosa hela, kukosa amani. Kwa hivyo kupasa kumwambia Mungu, nitoe. Jinsi nipe, nipe mlango, naomba naomba mlango, kwa maana umeshaandaliwa. yes. mlango Amina baba. Shetani leo anaweza akakuweka kule magonjwa. Amina. Ili upoteze, upoteze kujiamini. Amina baba. Lakini nashukuru Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yes. Yeye ni baba wa mababa. Amina. Yeye ni Mungu wa kweli. Ndio. Yeye halali wala hasinzii. Amina. Yeye ni Bwana, yeye ni ngome, yeye ni kimbilio, yeye ni tumaini. Kwa kuwa yeye ni mfalme wa wafalme. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Anasema kila jeraha yake atakupa nje. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo na

zionyeshe nguvu zake kwenye ugonjwa ulionao. Amina baba. Anahitaji azoeleshe nguvu zake kwa maskini huyo. Amina baba. Anahitaji azoeleshe nguvu zake kwa maisha yao yote. Amina baba. Acha kuogopa chochote. Ndio baba. Acha kuangalia chochote. Ndio baba. Mwambie Mungu akupe macho. Ndio, yes. Anasema katika shida yangu nalimuona Bwana. Ndio baba. Akuiona shida. Yes. Basi alimuona Bwana. Amina. Subiri, so, ya, hapa mm, ya yes. dini hapa wala ya dhehebu. Kama ni dini shatengenezwa kuna Waislamu Yesu ashatengeneza ni, nini, Muhammad chatengeneza kwa Kristo ambaye Kristo Yesu achatengeneza. Ndio baba, kwa Yesu sisi. Amina, tunajua kwamba ni Isaka na Ishmaeli washatengeneza. Ndio baba, umeelewa? Na wote wametoka kwa Ibrahimu, kwa tunachojua, wote wametoka kwa Ibrahimu, wote wametoka kwa Adamu, wote wametoka kwa Mungu. Kwa hiyo, amina, dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Ndio kile bali dini na leo nini ni ni baba, baba, baba. Anajua mwanzo wako, anajua mwisho wako. Ndiyo baba. Ulistahili kufa siku uliyozaliwa, lakini akakuacha kwa kazi ya harusi. Sasa kwa marhumu? Yes. Kipo kusudi marhumu. Amina baba. Nakuambia wanadamu, kipo kusudi marhumu. Amina. Amen. Kipo wakati wa marhumu. Ndiyo baba. Acha kuogopa. Acha kuhuzunika. Acha kuangalia wanadamu. Amina. Nasema hivi, kama maisha ni mzunguko, mzunguko wako umefika. Amina. Ndiyo mama. Siku ya leo ikawe ni siku yako. Amen. Siku ya leo ikawe siku ya watoto wako. Amen. Siku ya leo ikawe siku ya ndugu zako. Ndiyo mama. Mungu anasema atakuokoa wewe na watu wa nyumbani mwako. Amen. Siku ya leo uokovu uje kwako. Ndiyo mama. Kama ni Gosheni, kama ni Misri, basi hapa ni Gosheni. Kama ni Yerusalemu, basi hapa ni kwenye mkuyu. Ndiyo mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani atanisomea Biblia? Mwinjilisti nisomee Biblia. Ndio baba. Turudi kwenye neno. Yes. Kwenye asili yetu. Mwanzo sura ya tano kuanzia mstari wa kwanza unaandika mpaka mstari wa thelathini na mbili. Naweza nisifike yote kuisoma lakini andika hapo. Karibu. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Soma. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu. Siku ile Mungu alipoumba mtu. Kwa sura ya Mungu alifanya. Wana fulani nani? Na Mungu. Biblia inasema so mimi. Amina. Sawa? Amina. Wana nani? Na. Na Mungu. Na Mungu. Eh. Anasema. Eh. Mwanamume na mwanamke aliwaomba. Mwanamume na mwanamke alifanya nini? Aliwaomba. Aliwaomba. Ali yes. Kwa mwanamke ameumbwa. Ndio baba. Sawa? Hiyo pale tuloko ni ubovu, hiyo tutaongea baadaye. Amina baba. Kuonyesha baadaye.

kukimbia madeni na magonjwa. Unajua kuna watu wengi kuishi dunia. Ndio. Eh? Kabisa. Nasikia vijana wanasema tu akimbiza mwenge. Yes. Hani ni?

kwanza. Anasema hivi. Adamu akamjua akamjua mke wake. Naye akapata akapata mimba mimba. Akamzaa akamzaa akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa ba, kwa againa, yangani, kwa bwana. sana Ni kweli? Eh. kufundisha bwanaku Adamu baada ya kutenda zambi alikwenda kuomba toba. Ndio baba. Tangu mwanzo Mungu akumpa maji kwa ajili ya kunywa. Yesu. Mungu alimpa maji kwa ajili ya utakaso. Amina. Kwa Adamu aliingia ndani ya maji siku arobaini usiku na mchana. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada kuingia ndani ya maji aliomba toba. Ndio toba kweli. Amina. Baada kuomba toba Mungu yeye ni mwaminifu alimsamehe. Ndio. Kwa kuwa Kaini alimuua ndugu yake Abeli. Ndio. Usijiulize swali kwamba Kaini alioa wapi? Yes. Tangu mwanzo Mungu alipoumba mtu, alimuumba pacha. Alimtoa na mke wake, alikuwa ni pacha. Ndio Bwana. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wa kwanza alikuwa ni Kaini, yes. Wa pili alikuwa ni Abeli, yes. Wa tatu alikuwa Seti. Na kwa kuwa Seti ndio watu walianza wa kulitia jina la Bwana pale. Amen. Seti alikuwa ni mtoto mdogo, alipofikisha miaka minane alikuwa anaongea na shetani hivi. Ndio baba. mnfili kipindi hicho Bwana sura ya wakuta sita. st wii kipindi cha Seti hapo, alikuwa na uwezo wa kutoka ndani ya mwili, alikuwa na uwezo wa kwenda ulimwengu wa roho alikuwa na uwezo wa kuzunguka sehemu yoyote, na Seki alikuwa na mwamini sana Mungu Jesus. Na kwa kuwa Seki alipokuja Lukia mstari wa 25 hapo hapo mstari wa 25 mstari wa 25 na Mungu linasema Adamu akamjua mke wake tena. Akamjua mke wake tena. Akazaa mwana mwanamume. Ehe. Akamuita jina lake Seti. Ehe. Maana alisema, Ehe. Mungu ameniwekea usawa mwingine mahali pa Habili. Kwa hiyo Seti alikuja kwa misheni moja tu. Bwana asifiwe. Amen. Seti ndio aliyemwoa mke wa Abeli. Kwa, kwa sababu kukumbuka Abeli aliuliwa. Kwa hiyo mke wake alifanyaje? Alibaki. Ndio maana Seti alizaliwa ya peke yake. Amen. Bwana asifiwe. Amen.

Kaini na Abeli ya wesabili kwa sababu Biblia nasema msiwe kama Kaini aliyekuwa wa yule mwovu, yaani ananielewa sasa. Kwa konakuja yes, kugundua Kaini alikuwa ni wa nani? Wa yule mwovu yes. sawa anakuwa ni wa Mungu. Wewe ni mbegu ya Mungu <tiple> wewe ni mbegu ya Mungu, umepandwa hapa duniani ili uote. Baba akasema ninawaombea hawa Yesu anasema, Baba ninaombea you know, hawa siwaombei watoe ila uwalinde you know, na yule mwovu

tano hivi, nasema hivi, siku zote za Adamu alizoishi ni miaka mia kenda na thelathini naye akafa. <laughs> <Even laughs>

naishi . Je, Mungu anaweza kuibariki maiti? Hapana, Mungu si Mungu wa wafu, sio hivyo? Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu

rana. Kwa jina la Yesu. Nikakata rana. Wewe unashikwa na maisha ya rana leo. Ndio baba. Utanapomaliza kusoma nyumbani hili, nisome kitabu cha hesabu sura ishirini na mbili. Ndio baba. Unajua, laana ni kunyang'anya. Unajua, laana ni kutumikishwa ana. Unaenda kazini, baadaye kurudi na faida, unarudi unadaiwa. Sasa mwato ungekaa nyumbani ukakopa. Amina. Sasa ani, unaenda kazini, baadaye ya kurudi na faida, unarudi na hasara, unatembea kwa kuinama hivi Jesus.